A, jamani, magoli saba! Azam oye! Sijasikia Azam oye, mtu kapigwa wiki, hajapigwa wiki. Ndugu zangu, nataka niwape siri moja. Jana wachezaji wa Azam FC walinitahadharisha wakaniambia kesho tunataka kufunga magoli nane nikaambia nyi watoto msiniletee ujinga. Wakasema subiri. Sasa naona yani <laughs> kweli, mnazitaka za mama. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais Dakta Samia Suluhu Hassan anawapongeza sana kwa ushindi wa leo wa mabao saba kwa bila. Lakini la pili Maanake leo sababila na yale mawili jumla mangapi? Tisa. Lakini la pili Mheshimiwa Rais amefurahishwa sana na kiwango chenu. Ana imani kubwa kwamba tutatoboa katika kombe la shirikisho tutatoboa. Lakini mwisho ndo kile mnachokisubiri. Mheshimiwa Rais anasema kama ilivyo ahadi yake, hana mbambamba mba. Goli moja shilingi milioni tano leo ni magoli saba ni shilingi milioni thelathini na tano Hiyo ni rekodi mpya kwa mwaka huu. Lakini zaidi ya hapo kulikuwa na magoli mengine mawili ya kule Zanzibar shilingi milioni kumi Kwa hivyo jumla shilingi ngapi? Milioni arobaini na tano Makofi mengi sana kwa Azam FC. Lakini leo kwa sababu yuko kaka yangu Abubakari hapa, nataka kuchukua nafasi hii kufikisha salamu za shukrani za serikali kwa uamuzi wa kampuni yenu kuwekeza kwenye michezo. Tunawashukuru sana, mmewekeza kwenye michezo, vijana. Nchi yetu inatangazwa ndani na nje ya nchi, hasa timu ya Azam FC inapeperusha vyema bendera ya Tanzania, Afrika. Na sisi serikali tunaamini siku moja Azam FC itacheza mashindano ya dunia, inawezekana. Tufikishie salamu kwa mzee, mwambie tunampenda sana, tunamwombea heri nyingi, afya njema na mimi kwa sababu niko kwenye sekta ya michezo, asiache kuipenda michezo na sisi tutawapa ushirikiano wakati wote. Sasa hapa nipo na makamu uh, wa pili wa rais wa TFF naomba naye atoe salamu, lakini wakati huo huo niwaone viongozi wa Azam na wachezaji niwakabidhi fedha zenu za goli la mama.